Watu watano wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la Angata Barikoi huko Kilgoris, Kaunti ya Narok. Ghasia hizo zilianza pale jamii mbili zilianza kuzozania shamba la ekari 6300 Baadhi ya watu waliouawa Jumatatu alasiri walikuwa wakipinga madai ya unyakuzi wa ardhi ambayo imekuwa ikizozaniwa kwa muda mrefu. Ripoti zaidi zinaonyesha kuwa ardhi inayozozaniwa inahusishwa na mwanasiasa mmoja maarufu kutoka eneo hilo la eneo bunge la Kilgoris. Video na picha zilizosambaa mtandaoni zilionyesha milio ya risasi ikisikika wakati wakaazi wakikimbia kuwatoroka maafisa hao wa GSU. Wakazi pamoja na wanawake walisikika wakilia na kupiga kelele, wakiwakemea maafisa wa polisi waliohusika kwa kufyetua risasi iliyoangamiza watano hao. serikali yote akuja Angata atueleze kwa nini anataka kunyang'anya shamba. very bitter, hatukuja Angata tunyanyaswe. Wale watu wamewawa, ng'ombe ameibiwa hapa. Ng'ombe akiibiwa aende, hakuna serikali ambayo anashughulika Juzi ng'ombe kumi na tatu aliwawa, mahindi yanafyekwa, lakini serikali hashughuliki. Akifika maneno ya shamba watu wanawawa. What kind of government is this? Katika purukushani hiyo, zaidi ya watu kumi wakiwemo maafisa wa polisi walijeruhiwa vibaya. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amesikitikia mauaji yaliyotokea katika eneo la Angata Barikoi Transmara, kaunti ya Narok, akithibitisha kuwa uchunguzi umeanzishwa kuwatambua waliopanga ghasia hizo siku ya Jumatatu. Hati watu sita wakufe, na wanajulikana ni nani walipiga, si ati ni adui, na wako tu kwa Kenya hii wanapumua, wawachiliwe hivi hivi ile ambaye itatokea tutasema wacha itokee lakini those people cannot rest easy justice yani ndio roho ya hayo watu unajua huwezi kurudisha maisha there is nothing that can be done that will cause the pain that is in the family and the hearts of these people to go away but at least to make them feel some sense of justice action must be taken and swift action immediately tayari nimesababisha Investigation kubwa kufanyika hapa na IPOA pia wako hapa kuona ya kwamba kama kuna polisi yote ile ambao amefanya maneno, mimi nimesikia hapa. IPOA wako hapa kama oversight ya polisi. Polisi yoyote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Tuko pamoja, anabeba msalaba yake. Mtu yoyote ambao amefanya kazi kinyume ya sheria, atabeba msalaba ya msalaba yake. Ndio sababu mimi niko na watu wale, niko na wao hapa, investigations itaendelea. Wakazi wa Ngata Barikoi walikuwa wameandamana mapema mwezi Machi mwaka huu juu ya nia ya kiongozi mtuhumiwa kunyakua kipande chao cha ardhi. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasi Mwanjiro.